Changamoto inayo wakabili wanawake ni elimu duni ya masuala ya kifedha. Elimu hii ni pana sana, bado haijawafikia wanawake wengi, hasa walio vijijini. Utaona wanawake wengi wanakopa kwenye maeneo ambayo ni hatarishi na matokeo yake wanabaki kuwa watumwa wa wakopeshaji. Ni kawaida kuona wanawake mahali pengi wamefuatwa na watu wanaoitwa vikoba, wengine wanataka kuuza makochi yao, masifuria yao. Ukifuatilia kwa kweli unakuta mwanamke yule alivyopata ile pesa ya mkopo, baba akaja akamwambia, nina jambo la dharura hapa tulifanye. Na kwa sababu mwanamke anajishughulisha sana na furaha ya mwingine, kwa imani anampa, akiamini atarejesha, lakini hairejeshi. Yule baba anakula kona, mzigo unamsalia mama. TAWIFA, mna wajibu wa kutoa elimu kwa wanawake juu ya matumizi ya fedha, hasa zinazokopwa. Tatu, uchache wa nafasi za kushiriki katika maamuzi ya sera za fedha hapa nchini. Linalo ni jambo ambalo tunahitaji kulifanyia kazi kwa kushirikiana na wadau wengine. Serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi wa dr Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imeendelea kuchukua hatua mbalimbali za makusudi ili kutatua changamoto zinazomkabili mwanamke na hivyo kuchochea maendeleo yake na nyinyi ni mashahidi. Hata uanzishwaji wa taasisi hii ni moja ya hatua zilizochukuliwa kwa ajili ya kumwinua mwanamke, ili mwanamke aweze kupata nguvu zaidi. Kwa kushirikiana na wadau wengine, serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi wa Dkt. Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imeendelea kuchukua hatua mbalimbali mbali za makusudi ili kutatua changamoto zinazomkabili mwanamke na hivyo kuchochea maendeleo yake na nyinyi ni mashahidi hata uanzishwaji wa taasisi hii ni moja ya hatua zilizochukuliwa kwa ajili ya kumwinua mwanamke ili mwanamke aweze kupata nguvu zaidi. <coughs> Ni imani yangu kuwa mkutano huu utakuwa jukwaa jingine muhimu sana linalozungumza hadhi ya mwanamke nchini, ili tuendelee kukigongagonga kile kiio kigumu kilichomficha mwanamke, ili mwanamke awe na hadhi sawa na jinsia nyingine. Niwatakieni ushiriki mwema kwenye mkutano huu, niwaombee kwa Mungu awafanikishe yale mtakao yajadili. Serikali tuko tayari kuyapokea wakati wote, tutaendelea kujifunza kwa yale mtakao yaona yanafaa kurekebishwa. Nataka niwaambieni, rais wetu anawapenda na ndio maana yeye mwenyewe alizindua taasisi hii. Angetamani miaka kadhaa inayokuja zitakapotajwa taasisi zenye nguvu nchini, taasisi yenu iweze kutajwa, watu waseme TAWIFA ndio taasisi inayotegemewa. Kwa hiyo naomba nimtoe shaka Mheshimiwa Rais wa ara ndogo, serikali imefanya jitihada kubwa sana kuweka sera wezeshi za kiuchumi sio tu kwa, kwa, kwa wanawake lakini kwa watu wa aina zote na serikali itaendelea kushirikiana nanyi hatua kwa hatua kwa hatua kuhakikisha kwamba e, chama hiki na vyama vingine vya akinamama vinaendelea, vinaendelea kuimarika kwa kasi kubwa sana. Tumepata maombi mengi ya kutoa elimu ya fedha kutoka vikundi vya wanawake wa jasiriamali hapa jijini Dodoma kwa wanawake zaidi ya elfu tisa nasi tunaahidi kwa kushirikiana na ofisi za wakuu wa mikoa nchini na wadau wetu mbalimbali kufikisha elimu hii ya fedha kwa wanawake wote nchini kwa kushirikiana na wadau mbalimbali TAWIFA kupitia programu yake ya Business Clinic itaendelea kusimamia wajasiriamali hao wanaopata mafunzo ili kuhakikisha mabadiliko chanya yanapatikana katika biashara zao kwa kuendelea kuandaa mafunzo, warsha na programu za kukuza ushuzi zinazolenga kuongeza uwezo wao wa kusimamia masuala yao ya kifedha na biashara. Mheshimiwa mgeni rasmi, uwekezaji katika elimu na maendeleo ya kitaaluma kwa wanawake ni silaha yetu kuu ya kuleta mabadiliko chanya na ya kweli yanayokwamua mwanamke kiuchumi kwani kwa kufanya hivyo taifa zima litakuwa limenufaika.